Ni kukaribishe mdau na mwanamichezo popote pale ulipo katika chaneli hii ya Moshiro Online TV, na kama ni mara yako pia ya kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kuweza kugusali maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu. Siku ya jana, Jumapili ya Agosti 13 ya mwaka 2023 tuliweza kushuhudia mchezo wa ngao ya hisani ambao pia ulikuwa ukiwakutanisha watani wa jadi Simba na Yanga. Katika mchezo huo timu ya Simba Sport Club, golini ilianza na golikipa Ally Salim, huku katika safu ya ulinzi akisimama Shomari Kapombe, Huseini Kenedi pamoja na Chemaloni, na katika safu ya kiungo aliweza kusimama Sadio Kanuti, Chama, Mzamiru pamoja na Boko, na katika safu ya washambuliaji waliweza kumaliza wachezaji wawili ambao alikuwa ni Saido Ntibazonkiza pamoja na Louis Jose Mixon na katika sabu alikuwepo Abel, alikuwa Israeli kazi, alikuwepo Ngoma, alikuwepo Aubinikramo, alikuwepo Onana, alikuwepo Moses Firi na alikuwepo Kibu pamoja na Baleke. Na kwa upande wa timu ya Yanga Africans, golini aliweza kusimama golikipa ya Yanga Africans Africans, aliweza kusimama namba moja wa Didier Diara, huku katika safu ya ulinzi akisimama yao Lomalisa, mwa mnyeto pamoja na Baka, huku katika safu ya kiungo akisimama Aucho, max Nzengeli pamoja na Mudathir Yahya, huku katika safu ya ushambuliaji wa kimazaa wachezaji watatu ambao ni Mzize Musonda pamoja na Moloko. Na sababu kwa upande wa Young Africans alikuwepo umetacha mnata, Nelson Kibabage, Dickson Job, ifti Freddy Jonas Mkude, shua boy, Pakome, Zozo, aziziki pamoja na konkoni na ndani ya dakika 90 za mchezo huo wa watani wa jadi bado milango yote ilikuwa migumu, hakuna ambaye alikuwa ameweza kumfunga mwenzake, hivyo mchezo huo ulienda kwenye matuta ambayo, na kwa upande wa timu ya Simba Sport Club, mchezaji wa kwanza kupiga penati alikuwa ni Mzamiru Yasin ambaye alifanikiwa kufunga penalti yake, huku penalti ya kwanza kwa upande wa Yanga ikipigwa na mchezaji yule Stefan Aziziki ambaye pia ambaye pia aliweza kuipatia timu yake goli la kwanza huku penalti ya pili kwa upande wa timu ya Simba Sports Club ikipigwa na mchezaji yule Saido Ntibazonkiza Kinza ambaye mchezaji Didier Diara aliweza kuiokoa penalti hiyo kwa upande wa timu ya Simba Sport Club, huku penalti ya pili kwa upande wa Yanga Africans ikipigwa na mchezaji Halid Yaucho, ambayo pia goalkeeper wa timu ya Simba Sport Club Ali Salim aliweza kuiona na kuweza kuiokoa kwa upande wa Simba Sport Club. Hivyo katika penalti mbili za mwanzo, timu zote mbili zikawa zimepatia moja, huku zikiwa zimekosa moja kila upande huku penalti ya tatu kwa upande wa timu ile ya Simba Sport Club ikipigwa na mchezaji Moses Phiri ambaye aliweza kutoa mpira huo nje kabisa, ambapo golkipa wa Young Africans Djigui Diarra hakuweza kuufikia, huku penalti ya tatu kwa upande wa timu ya Yanga Africans ikipigwa na mchezaji Pacome Zozo ambao pia golkipa wa timu ya Ally Salim aliweza kuiona na kuweza kuiokoa kwa mara ya pili, huku penalti ya nne kwa upande wa timu ya Simba Sport Club ikipigwa na mchezaji yule Will Esomba Onana ambaye alifikisha magoli mawili kwa upande wa timu hii ya Simba Sport Club, huku upande wa Yanga Africans ukiwa bado na goli moja, huku penalti ya nne kwa upande wa timu ya Young Africans ikipigwa na mchezaji yao Jesh ambaye aliweza kuielekeza moja kwa moja katika mikono ya golikipa wa Simba Sport Club Ali Salim, ambayo ilikuwa ni penalti ya kuweza kuamua mchezo huo kwa siku ya jana ambapo, ambapo timu ya Simba Sport Club baada ya penalti hiyo iliweza kuibuka mshindi katika kombe hilo la ngao ya hisani ni kukumbushe kusubscribe na kugusa alama ya kengele ambayo ipo chini ya video hii ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu.